Zaidi ya bunduki haramu 1200 zilizokuwa mikononi mwa wananchi Kaskazini mwa Bonde la Ufa zimerejeshwa. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema kuwa operesheni ya kuchukua bunduki haramu katika maeneo yanayokabiliwa na wizi wa mifugo inachangia kurejesha amani katika maeneo hayo. Murkomen amesema kuwa zoezi hilo limepunguza uvamizi na umeleta utulivu eh, kwa wakazi na kuwawezesha kuendelea kushirikiana na asasi za usalama ili bunduki zote haramu ziondolewe mikononi mwa raia. Kwamba hii maneno ya disarmament inaendelea pande hii, vile imefanyika, imefanyika with intelligence, iendelee hivyo. Hii mambo ya disarmament yote ikisha mpaka hapa Kerio yote ibaki na usalama, sisi sasa tutaenda kule serikali tuulize mambo ya barabara. Bunduki sasa imepita 1000 ambayo imetolewa kutoka Baringo, West Pokot na hapa imefika 1200. Lakini bado tumekubaliana kwamba bunduki zote yenye iko mikono ya wananchi itolewe, ipewe hawa maaskari. Wale vijana watajitolea kwa kauli moja kuleta bunduki na wawachane na ukora tutafanyia hawa empowerment na kufanya rehabilitation ndio warudi kwa society, waweze kuishi tena kama wananchi ambao ni wazuri wakazi wa mtaa.